Dakika tisini zimetamatika hapa katika uwanja wa KMC Complex. Young Africans nne, KMC goli moja. Mimi niko na Uchebe. Uko poa ndugu yangu? Kwanza nikupongeza, hongera, hongera kwa ushindi. Hongera, asante sana. Magoli manne ya ushindi sio kazi ndogo. Ukiona kazi ndogo ya kufunga magoli manne, uliza ni nani ambaye amefunga goli nne, uliza ni nani kafunga goli goli nne ambazo zime zimepita kwenye ramani na timu hailalamiki, inakubali, inapokea matokeo kwamba kwa kweli nimefungwa na timu bora. Kwani kuna timu zinalalamika sana sana, sana, sana, sana kama mechi ambayo inatakiwa kuchunguzwa, ile iliyocheza jana eh, eh, ile mechi inatakiwa atakukulu waingie pale kati wafanyie uchunguzi. Sisi hii game haihitaji uchunguzi. goli nne unafanyia uchunguzi gani? goli nne unafanyia uchunguzi gani? Kabisa anaonekana ameonesha yani, mpira wa hadhi ya juu. Hakuna mtu asiyemjua Maxime anavyokuwepo uwanjani ana vitu gani huyu? Leo tu kwamba amezidiwa mbinu na ubora wa wachezaji wa Yanga, umenielewa na mbinu za kocha wa Yanga. Huyu kocha bado kijana Maxime, kidogo umri umefanyaje, umeenda lakini, wachezaji wenye vipaji vya mpira wanapatikana, wapo na wanaonekana na wanaonyesha best, best, best players, umenielewa best, yani kiwango cha hali ya juu. Ndio maana leo unaangalia, the first, first half tumeweza kuonyeshana 50 50, second half kocha kajua nini nikifanye na niweze kupata matokeo. Ndio hicho kilichotusaidia Yanga leo kupata matokeo. Naona kabisa ya kocha Pedro Gon Gonsev ile alivyoanza kuinject mifumo yake imeanza kuleta sumba. Tuzungumzie performance ya Pacome Zouzoua lakini pia vile vile ndio man of the match wa mchezo wa leo. Mnasemaje , wananchi? Bwana yule bwana mimi na, na, na kwanza kwanza namshukuru yani yaani aliyemleta Pacome Zouzoua ndani ya klabu ya Yanga. Ana maua yake na mbingu yake. Ana sehemu yake yani, tunasema ana kiti cha enzi ya ufalme, umenielewa kwa sababu yani, akiwepo tu uwanjani Pacome Zouzoua hata singekuwa amefunga, bado kuna kitu ambacho NBC ina, inanufaika nacho cha ziada. NBC wenyewe yani wadhamini wetu wa ligi yani, kuwepo uwepo tu hapa Pacome Zouzoua yani kuna kitu cha ziada kinaongezeka, hata thamani. Mimi nataka niseme inawezekana ligi yetu inaonekana ina hadhi, umenielewa ligi, ina eh? ligi yetu inaonekana ina hadhi kwa sababu ya Pacome, ligi yetu inaonekana ina hadhi kwa sababu ya Pacome. Bila Pacome, aisee, ingekuwa ni changamoto maharage <tutimtio> <tutimtio> <tutimtio> <tutimtio> ya, na ya nani, na, na unasikia wale watoto wanaokaa wa, wa, wa, wa, wa wapi wapi hapa hapa Manzese, Manzese siyo? Sutikona siyo? Manzese siyo gani, ile Manzese ile. Waulize chapati marage vipi, wanakuambia hizo ni tamu baba. Chapati marage hizo ni tamu. Lakini kwa mtoto ambaye anakaa Sinza, umenielewa, anakaa Masaki, umenielewa, kwenye mitaa ya matajiri, ukiwaambia habari za chapati marage, nani anakuelewa eh? nani anakuelewa? Ndiyo, ni chakula, Ndiyo, ni chakula ila ni chakula cha sehemu gani umenielewa? una... wewe baba, ni vitu viwili bit tofauti, mm. Kwa leo unavyosema eti ligi yetu inapata hadhi kwa sababu unaenda kumweka nani, umemtaja nani huyo? Yani chapati maharage, umenielewa? Yeah. unaiweka pale unainject sumu blaza, mm. Umenielewa, siku ikitokea siku, kwani toka amefika ameshaikuwa man of the match Labda mimi nimejisahau au niko usingizini. <laughs> Ngoja, toka amefika kwenye ligi yetu amesha kuwa man of the match? Huyo Elim Pans amesha kuwa man of the match tangu msimu huu umeanza? Toka sio msimu huu, yeah, toka amefika msimu uliopita, wapi? game gani? Wapi na nani alicheza hiyo mechi? ilikuwa friend match na kuuliza, ilikuwa friend match, alishachukua tu, hajawahi hajawahi hajawahi, umenielewa Wewo tunavyosema, ndio maana tunakwambia angalia vitu wanavyovifanya Pacome Zouzoua. angalia vitu wanavyofanya wachezaji wa Yanga ndio unakuja kutambua kwa nini hadhi ya ligi yetu inakuwa kutokana na wachezaji tulionao ndani ya klabu ya Yanga. Bwana, tuzungumzie magoli yaliyofungwa na Yanga Africans Yes. Andre Boyeli lakini pia vilevile tumzungumzie goli pia la Maxim pia Nzingeli. Mnasemaje bwana? Yes, just magoli mazuri sana magoli ya viwango tena vibaya mno na kama umepita kwenye page umenielewa kwenye page ya NBC Premier League au bodi ya ligi au, au TFF tunaita, sawa. Kama umepita kule wameposti, umenielewa, wao wenyewe kwanza wameongeza followers hey, kupitia haya magoli wameongeza followers, wameongeza viewers na like na comment. Leo ndo sehemu ambayo page imeonekana, inaonekana kwamba Yesu umepost vitu vyenye akili kuliko siku nyingine zote. Hey, walikuwa si, sio anaposti nini? hmm. <laughs> like, <laughs> nah, nah. Magoli ya ofsaidi unaposti kwenye peji ya TFF unaposti kwenye goli la Wilson Nangu, wenyewe anakuambiaje? Ukimwona Nangu anafunga basi ujue historia inazidi kuandikwa. Yani Nangu watatu sawasawa na dubu ambaye hamna kitu. Unajua najikuna sio kama nna chawa, umenielewa <laughs> sio nimejikuna kwamba nachawa kichwani au uchafu umezidi kichwani. Hapana, ila shida inayokuja, umenielewa hmm. Yani naona kwamba yani leo unampa sifa Wilson Nangu hmm. Umenielewa, Wilson Nangu alafu unaanza kufananisha wachezaji wa Yanga hmm. Unataka kumuonyesha kwenye status, umenielewa. Yani unaanza kumvuta watu wamjue kupitia wachezaji wa nini wa Yanga. Huwezi ukafananisha, huwezi ukaleta vitu vya namna hiyo hmm. Yani kwa mtu ambaye anajua mpira huwezi ukachukua mchezaji wa Simba ukafananisha mchezaji wa Yanga, ni matusi na ni dhalau na ni kukosea heshima mpira wetu, umenielewa? wachezaji wa Yanga sasa hivi tunafananisha na wachezaji ambao wanacheza England. Tunaanza kufikiria pale Man City, mchezaji gani tuanze kumpea na mchezaji wetu, umenielewa? Unaanza kuangalia Liverpool pale, mchezaji gani ambaye anaweza akafanana, aka, aka, na mchezaji wetu. Leo naenda kumchukua Nangu, sijui unaenda kumchukua nani Eli Mpanzu unaenda kumchukua nani? Nani wachezaji mpaka Mungu wangu mpira, ambao wanaburuzwa tu bam, bam, bam. Mmoja, namba nane, unamjua? Nani? Yule Kande. Sasa inatakiwa tuulize. Nyinyi mnamuita nyinyi wa kwenu anaitwa Musa Bala, Musa Bala yule mwamba anaitwa Musa Bala Kante. Yule anaitwa Kande. Yaani kande unazijua we. Sasa sielewi ni kande za mahindi mabichi au ni kande za mahindi yaliyokauka. Mimi sielewi. Umenielewa? Inatakiwa Simba pia sometime watoke hadharani waseme zile ni kande za mahindi mabichi au ni kande za mahindi yaliyokauka. Ili tuweze kujua kwamba huyu kande wanayomzungumza ni yupi. Umenielewa? Au mahindi ya msimu gani? Uweze ukafananisha. Yaani Simba still mimi kwenye ligi yangu. Kwenye ligi yangu. Hata wachezaji waliopo KMC wana hadhi mara ishirini na tano kwa wachezaji waliopo Simba. Bwana, nikushukuru sana kaka, tukutane msimu ujao. Yanga bingwa. Kesho panapo majali wa inshallah, tutakufuata inshallah.